Katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni jambo la kimsingi sana kufahamu haja ya kuto kuharibu mazuri ambayo kwamba utakuwa unayafanya katika mwezi huu. Baadhi ya watu wanadhania kwamba saum so, ni ya kipindi maalumu peke yake cha mchana, kwa hivyo ndicho kipindi cha kujizuia na muharamat na yale yaliyoharamishwa, na kipindi cha usiku kikiingia, wako huru kufanya lolote lile. Hii ni kinyume na falsafa ya saumu. Falsafa ya saumu, makusudio ya saumu ni kutulea sisi tuwe wasafi katika hali zote, mchana au usiku, katika alan au katika siri, mbele za watu au tukiwa peke yetu. Hakuna wakati ambao kwamba ni maalum wa kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wakati mwingine tukiwa tuna uhuru wa kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Somo haiwi na faida ikiwa mtu atashinda njaa ya mchana na jizuie na kunywa, kisha baada ya kufungua aanze kuyafanya yale ambayo kwamba alikuwa anajizuia nayo mchana. Kujizuia kula na kunywa inatakana ijenge azma na irada kwako kwamba unaweza kujizuia katika nyakati zote kutokana na kile ambacho kwa Mwenyezi Subhanahu wa Taala amekiharamisha. Kama saumu haijakufikisha kufikisha daraja hiyo, inakuwa ni upungufu, na ina maana kwamba huelewi ni kwa nini wafunga. Kwa hivyo, alwara kujizuia na chochote ambacho kwamba amekiharamisha Mwenyezi Subhanahu wa Taala katika hali zote, ndilo lengo. Laalakum tattakuna inakuja hapa hivyo hii ndio sababu, wakati mwingine tunapotazama jamii yetu, Ramadhani baada ya nyingine, hatuoni mabadiliko makubwa yanayoonekana wazi wazi katika mienendo yao katika suluki yao na katika tabia yao. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuto kuzingatia falsafa ya hii kufunga.